Leo tumekuja tena mahakamani hapa uh, mahakama uh, kuu ya Zanzibar, masijala ya Tunguu ambapo <coughs> shauri limekuja mbele ya mheshimiwa mrajis wa mahakama kuu, Mheshimiwa Valentina Katema, na yamekuja kwa ajili ya kutuiwa uh, kesi ya msingi kwa maana ya shauri la uchaguzi pamoja na uh, maombi yetu. Tumepata taarifa kwamba maombi yetu ya nafuu yameshapelekwa kwa jaji mkuu kwa ajili ya kupangiwa jaji wa kusikiliza maombi haya na kesi ya msingi mashauri. Tumetaarifiwa na tayari tumekuwa savdi majibu ya upande wa mwanasheria mkuu na tume eh, huru ya uchaguzi eh. Kwa hiyo tunayo, tumeomba muda wa wiki moja ili kufanya majibu ya majibu kwa maana ya rejoinder, na baada ya hapo pleading zitakuwa zimekamilika. Uh, Mheshimiwa Mrajisi atasubiri uh, ombi la, la, la nafuu au la kupunguziwa gharama likishaamuliwa, ndio sasa faili zitakwenda kwa jaji mkuu kwa ajili ya kupangiwa majaji. uh, kwa hiyo tunaendelea kuwaomba uh, wateja wetu waheshimiwa uh, wabunge wagombea uh, wa bunge pamoja na wananchi kwa ujumla kuendelea kufuatilia kesi hizi na kuwa na utulivu wakati mahakama ina, inafanya wajibu wake e, hatua kwa hatua na sisi tutaendelea kufata amri na, na wajibu ambao tutakuwa tutekeleze hatua kwa hatua.